Leo tutajifunza kutokana na swali ambalo limeulizwa kwamba naweza kuolewa na miaka mingapi? Kwa sababu nimeeneza miaka karibuni ishirini, lakini bado ninaambia mimi mtoto mdogo. Asante sana kwa swali lako nzuri, yeah. Tutajifunza pointi tatu, lakini hizo pointi tatu zinahitaji pia kuzifuata kwa makini, kwa sababu kulingana na utamaduni wa Kiafrika, msichana anachukuliwa kuwa tayari kuolewa baada ya kuvunja ungo, yaani umebalea, unavunja ungo, lakini hili halimaanishi kuwa yuko tayari kiakili na kihisia. Hapana, katika jamii nyingi za zamani, ndoa za wasichana wenye umri kuanzia miaka kumi na minne hadi kumi na nane zilikuwa za kawaida, na ilikuwa imeona kwamba ni safi hasa hizi ndoa zilitokana kutokana na mila, desturi na sababu za kiuchumi. Huenda labda chumi ulikuwa uko safi, watu wanaona kwamba kupitia mwanao wanaweza kumwozesha na wanapata hela. Lakini kwa mtazamo wa sasa ambao tunaweza tukasema kwamba tuzungumzie kisasa na kisheria, ambapo umri sahihi wa msichana kuolewa hasa kiutamaduni tuseme utamaduni wa hapo nyuma kidogo, miaka kumi na mitano hadi kumi na nane hapa, baada ya mtu amemaliza kubalee, amevunja ungo, kunaweza kuzaa na kusaidia familia. Kwa hiyo watu hapo zamani waliona kwamba ni vema mtu anaweza kaolewa, anaweza kazaa, tayari amevunja ungo, na wakaona kwamba tayari unastahili kuingia kwenye, kwenye ndoa. Na pointi ya pili Twende sasa kisheria, yaani kutokana na nchi nyingi za Afrika, twende kisheria na kisheria, au sheria nyingi sasa zinasema kwamba miaka kumi na minane na kuendelea. Kwa hapo mtu huwa tayari ameanza kuhesabika kuwa mtu mzima kutokana na kisheria. Kwa hiyo mtu kwa maamuzi ya kuolewa inaona ni kawaida. Lakini je, unazo ukajiuliza, hii ndo miaka sahihi ya msichana kuolewa? Basi hachatugusia point yetu ya tatu, twende kisaikolojia na kihisia. Kwenye miaka 21 hadi 25 inachukuliwa kuwa bora zaidi kwa ondoa. Kwa sababu gani? Hapo msichana anakuwa na ukomavu wa kiakili hapo msichana anaelewa maisha mazuri, msichana anaelewa, anaweza kushiriki maamuzi ya ndoa kwa busara, na istoshe pia ana nafasi ya kujifunza au kujitegemea kabla ya kuingia kwenye ndoa. Lakini je, miaka ishirini na moja hadi ishirini na tano kulingana na wastani na ubora wake, je, ndo miaka ya kuolewa kwa msichana swali? So, hilo linaweza likatupeleka kwenye wastani wa miaka iliyo sahihi na bora. Basi fuatana nami tumalizia hili kwa wastani ulio bora zaidi, ambao umekadiriwa kwa msichana kuolewa kutokana na hali ya sasa Afrika. Miaka 23 hadi 27 ni wastani mzuri sana kwa msichana au kwa wasichana wengi kuolewa hapa ni, ni, ni miaka ambayo msichana amehitaji sana muda wa kujitambua, ametumia muda wa kujifunza, muda wa kufanya maamuzi yaliyosahihi. Kwa hiyo kwenye miaka hii ishirini na tatu hadi ishirini na saba ni miaka sahihi kabisa ya msichana kuifanyisia kazi. Kuolewa si lazima, lakini hii ndo wastani bora zaidi kwa msichana kuanzisha maisha ya ndoa. Na kwa kumalizia, naweza nikasema kwamba kuolewa sio kukua kia endani kimwili, unakuwa na mwili mkubwa au merefuka. Hapana, bali ni kuwa tayari kimaisha na namna kupambana kimaisha na namna kupambana kihisia na kiakili, kujitayarisha vizuri ili kuepuka nini? Majuto ya baadaye. Asante sana kwa kunifuata, karibu tena kwenye fundisho lilifuatalo.